Sheikh Sule eh, katika ndoa lazima mke atakosea na mume atakosea, lakini eh, shida sio kwamba nini. Okay, kwanza, kuna sheria mimi moja niko nayo nasema, kukosea sio kwamba umekosea, kukosea ni kwamba unarudia makosa mara nyingine. Ukirudia makosa mara nyingine na ushaambiwa, hapo ndio naitwa sasa umenikosea mimi, kwa sababu makosa mingi katika ndoa sio makosa kwa kweli. Makosa ni kwamba mimi mimi sipendi chai ikiwa na sukari mingi. Mume ameka chai chai na sukari. chai na sukari. Mke anapenda chai na sukari nyingi. Sasa hiyo itui makosa hiyo ni kwamba mimi sipendi, huyu anapenda, lakini wewe kwa sababu upendi, leo amekuwekea, alikuwa hajui, haitui makosa lakini akikuja akakuwa anakuwekea cha lazima sasa, kwamba hapana, mimi kwa sababu na nini wewe lazima, hapo sasa ndio inakuwa makosa, kwamba wewe unamkosea heshima kwamba huyu kitu yenye akona Percentage kubwa ya makosa ndani ya ndoa huwa ni aina hiyo, ni kwamba wewe ndio haupendi, lakini si ati ni makosa. Makosa ni kwamba mimi nimemtukana, mimi nimempiga, mimi nimechukua simu yake nimevunja, mimi ya, vitu kama hizo, hiyo ndio inaitwa makosa. Lakini katika ndoa mara mingi unakuta makosa ni nini yenye inafanyika? Makosa mingi unakuta kwamba ni kwamba mume hapendi makaroni, amepikwa makaroni. Mume hapendi chapati, amepikwa chapati. mume mme hapendi kitu fulani ifanyike kwa njia fulani, saa sa fulani, msiangalie TV, mimi nataka kulala, ni time. Yani wewe unataka hiyo time ulale, nataka kuangalia TV, na opposite yake yeye ya anataka ku, ku, ku, nini, kulala wewe ndio unataka kuangalia TV, time zikutane. Sasa ni nitafute namna ya kutengeza hizo time vitu zenu zikutane. Sasa ndio tunakuja sasa kwa makosa mako, makosa so ka, shida kubwa ya makosa kwa ndoa sio kwamba mtu anaweza kuwa amemkosea kwa njia yeyote, makosa ya ukweli, na hii makosa ambayo ni kwamba mimi napenda hivi na nini, kitu kama hiyo. Sasa makosa kawaida, mtu anakosea haileti eh, shida katika ndoa. Shida ambayo huwa inakuja ni baada ya makosa. Vipi baada ya makosa? Interesting, ni kwamba saizi mwanamke eh, kwa mfano, ameomba mume akikuja asisahau kuleta nyanya chakula inahitajia nyanya, amefika nyanya hajaleta, ima alisahau alikuwa na stori na wenzake nini nini, anyway, excuses huwa zikose. Shida huwa inakuja sasa reaction ambayo mke atamjibu mume. Mume amechelewa ame, ame ameleta amechelewa ama ameleta nyanya kuchelewa ama mfano, reaction italetwa, umekosea umekosa kuleta nyanya, unaona sasa the way itasemwa, wewe hakuna siku unafanyaga kitu yoyote. Sawa eh, bili ya nyumba imelipwa, nini imefanyika, kila kitu imefanyika, lakini sentence inakuja, wewe hakuna kitu unafanya, una, unafanya kwa maisha yako ama kwa ndoa yetu. Umeshaifanya sawa, makosa imekuja, lakini the way reaction ya makosa ndio inafanya makosa hiyo inakuwa tena sio makosa ndogo, inakuwa ni makosa kubwa, na huyo mwenye alikuwa anatakana aoneshe sasa reaction ya reaction ya makosa yake, anaonesha reaction ya kitu kubwa ambayo ilikuwa ni reaction ya kitu ndogo. Umechelewa kuleta nyanya, sasa nitapika aji chakula itachelewa. Ilikuwa ni story kwamba useme, nyanya imekosekana, chakula sasa itachelewa. Yeye ndiye akwambia oh, pole, wacha nitakimbia saizi niende kwa duka chini, ama niende hapo chini ninunue. Lakini umesema wewe kwa maisha yetu, kwa ndoa haujafanya waifanya kitu yote iko sawa. Yeye sasa reaction yake anatakana hajibu, hajibu nyanya tena. Pia yeye anaanza kujibu sasa, shida gani mimi nilikuoa, nilikununulia kitu fulani siku ya eh, ilikuwa ni nyanya, imekuwa sasa ni historia kwamba siku ya harusi, baba yako, mama yako, nilikufanyia wewe hivi, nilikununulia hivi, sasa unashinda eh. Wewe mwenyewe unajua kwamba kwa, mba, kwa nafsi yako unajua, kitu imekasisha ni nyanya lakini reaction yenye nakuja we pia sasa inaanza, sasa inakuwa ni mvutano kubwa. Na hii si ati ni kwamba ati mwanamke mwanaume, pia anakuja amefika, anajua kawaida, mwanaume anafika amechoka, kutoka kazi, anataka chakula. Anafika chakula hakuna, alinunua kila kitu. Sasa sio situation kama hii. Alinunua kila kitu, nyanya nini nini, kila kitu. Lakini yeye hajui kwamba labda mtoto aliharibikiwa ndani ya nyumba, alikuwa na shida fulani nini, mama kabidi mpaka amshughulikie, safishe sijui nini mtoto ame ametapika nini vitu kama hizo za kawaida ambaye mama anapatwa nazo before kupika chakula ndani ya nyumba, ikasababisha siku hiyo chakula nini kuchelewa. Sasa Sheikh Sule, mume amefika badala aseme chakula imekuaje, sasa wewe hata huonijali eh, huwa haunijali yani. Sasa imekuwa shida ni kwamba leo sijapata chakula, sio kwamba mi niko na njaa nimechoka hakuna, at least hebu nitengezeka mkate yani ndio ni itabidi sasa atafanya kazi extra mke, lakini at least ameileta kwa reaction kwamba at least, hebu nitengeze ka mkate ka sandwich, ni kule baka chakula nini iko tayari nishikilie. Nja, wewe hata unijali, nimetoka kazi, nimetoka kuchoka kwa ajili yako, sijui nini, nini, nini, nini, alafu nakuja hakuna kitu yote. Sasa hii ni nini? Sasa wewe haunijali, sio kwamba wewe haujanipatia chakula Inakuwa reaction yake, yaani sasa mimi jana nilikupikia pia cha, chapati kwa sababu wewe ndio unapenda chapati ama nilikupikia ugali. Kwa sababu wewe ndio unapenda ugali. Sijui eh, mume mwenye sasa anaanza kuangalia sasa ugali na nini. Yeye pia, yive, pia kwa nafsi yake kama tumesema mwanamke anajua shida ilikuwa ni kitu moja, lakini reaction ndio imeharibu shida yote. Yaani sasa hapa vitu nasema kawaida katika ndoa makosa sio yenye ndio inaleta vita. Reaction ya makosa ndio huwa yenye inaleta shida. Tumesema kwanza makosa mingi huwa sio makosa, makosa ni kurudia. Pili, tumesema makosa kawaida ambazo zinafanyika katika ndoa mara mingi sio makosa ni aina ya mimi napenda ifanyike kitu fulani. Mimi nataka glasi za ndani ya nyumba zote ziko blue. Tumenunua blue zimevunjika kadhaa tumeamua twende tulete tunue set zingine. Mke amepatiwa pesa ameenda ame amenunua ya, ya, nini? ya red. Aha, sasa bona rangi hazikutani nini? Point ya glasi ni kufanya nini? Kutua, zikuwe set ama ni glasi uchukue kunywa maji. Point ni kwa maji. Sasa wewe ndiye nda kufa lakini sasa sio makosa. Hiyo ni ya pili. Mara mingi vita zetu zinakuwa ni kwa vitu ambazo ni style yenye mimi ndio napenda. Sio makosa. Ya tatu ndio sasa inakuja reaction ambaye mimi naleta katika makosa ndio inasababisha ndoa yangu. Inakuwa sasa shida, inakuwa ndio shida kubwa. Sasa ni uangalie vipi utareact kwa makosa, ndio usilete makosa, ndio usifanye makosa kukuwa ni makosa kubwa. Shesule vita haikosekani kwa ndoa hiyo, ni lazima. Lakini sasa ni mtu vipi kujua makosa, utaikategorize utaiweka katika migawanyiko aina gani, ndio ujue vipi uta panga maisha yako vizuri na utakuwa una react kwa kila kitu kwa namna gani?